Sisi hatukubali. Sasa kama hatukubali, tuwaonyeshe kama kweli hatukubali. Twende tukubaliane, hii sio sekta ya migogoro. Naona kama tumekubali vile kuwa kuna uhusiano kati ya sekta ya ardhi na migogoro? Mi naona kama tumekubali yetu, watumishi wenzangu, nyie mnaonaje? na kama tumekubali au hatujakubali? Hatu hatujakubali. Sasa, wewe umeongana na mimi, nakushukuru sana. Kuna vitu vingine ni vya elimu tu ambavyo wakati mwingine vinazua taharuki kati ya watu waliopakana, mpaka unajulikana, lakini hamna alama. Yule anayejua mpaka ule, Mungu anaamua kumchukua, akija mtu mwingine asiojua, anasema baba alikuwa analima mpaka hapa kumbe pangine alikuwa anasafisha tu, kwa sababu jirani yake alikuwa alimi ili moto usiingie kwake, akawa anamsafishia kidogo. Kwa nini tusiweke alama? Ukienda kupima, weka alama. Mimi najua nyi wataalamu mna zile mashine ambayo mnatumia GPS. Hata ile alama nyingine kinyofolewa kinyo, kesho utakuja na kitongo chako ukasema mpaka ni hapa, lakini kule utakuta tayari wameshagombana wameshapigana. Hii inaeleza mujue, hata kitaifa si tunafanya sasa hivi, nchi zetu zote kumi ambazo tunapakana nazo sisi, tunaenda kuweka vigingi mle ndani kusema hapa ndio mpaka wa Kenya, hapa mpaka wa Uganda, Rwanda, Burundi, Mozambiki, Zambia, kote huko tunaweka. Malawi tunaweka asa na sisi kama tumefanya kitaifa, kwa nini na sisi tusifanye huku kwenye upimaji wetu? Tusisitize kwenye hii ya migogoro hii. Ni upatikanaji wa hicho kiwanja, umemwezeshaje mpaka akapata ana dokumenti zote, msaidie ili awe nazo, ili kesho na keshokutwa aseme jamani, kiwanja ni cha kwangu, dokumenti ni hizi hapa na zote ziingie kwenye nini, kwenye mfumo. Sasa hivi nipo kwenye mchakato wa kupata taarifa zote Tanzania, zenye migogoro kwa najua kila mkoa watengeneze hii, niipate kila mkoa, ambapo nitawaagiza watu wa IT watengeneze mfumo, waingize hizi taarifa kwenye mfumo. Kila mkoa ambao ndani yake itakuwa na wilaya y ndani itakuwa na nini, kila kitu huko ndani, ili tupate taarifa on daily basis au weekly au monthly kujua migogoro ya zamani ni hii, inashughulikiwaje, inatendwaje, tuna register mipya, mpango wake wa utekelezaji, na tuone kabisa kuwa inapungua kwa kuregister na inapungua kwa inayebakia kutotekelezwa, ili kesho na kesho keshokutwa, dhana hii ya kusema sekta ya ardhi sio migogoro, tuone. Inawezekana kabisa hivi.